Kuuliza kwamba kuhusiana na mambo mengi lakini pia mafanikio ya wimbo huu yakaleta Rabsha Rabsha. Kwanza tunafahamu eh, Bwana Rado eh, kesi yake ilianzia hapo, kuna hizo lines na nini Fidi atatuelezea pia. Lakini kulikuwa na kulikuwa kuna shot nyingine ambayo eh, sasa hizi ni, ni hisia eh, unafuga nguvu kwa vyuma kwenye rap wego igoi. Mm. Ile line ilionekana kwamba ilikuwa anaenda hapa mwanzo mwanzo mwanzo, eh eh hiyo ilikuwa ilikuwa, ah nani hii hii. So uh, kwanza kwa kwa Bwana Rado, na alafu kwa sababu tulisahau tutaiweka pending. Unajua Rado kwangu mm. Yeah homeboy uh, aliniletea shoot manyingi umenielewa vizuri, nitia shutuma nyingi ambazo ki kiukweli nilishindwa kuzijibu kwa sababu mimi wana tabia moja, kama nimetokea kuheshimu unaweza uka disrespect, nikachagua kukupa muda kwa wewe kujitafuta, ukijipata utarudi kuja kunani kuomba msamaha, tuka na tukaendelea, kama ni mtu ambaye nimekuheshimu na nishachagua kuheshimu siku nyingi, na hiyo inategemea na historia yetu. Okay, Rado ni mboe ambaye mimi nimekuwa naye, nimesoma naye shule, tumekaa dawati moja. Umeelewa vizuri, familia zetu ziko zinafahamiana, dada zetu kwa marafiki, tuko deep. Lakini lakini for years and years and nimekuwa nikiona bado bado hivyo, bado akifanya interviews, anaongelea vitu hivyo bado hajakunjua. Recently nimeona kama kaanza kunjua kidogo kidogo, yeah. Mara mwisho alizungumza naye alikuwa amekunjua yeah, yeah, yeah. Lakini, nikasema yote na yote na na na unajua hii ni hip hop, so you know, you know have to keep it hip hop, 100%, mm. Na majibu kuhusiana na swala la Rado. Na nimealeta leo exclusively yaweze kusikika kwenye The Classic. Kuna majibu kuhusu swala la Rado uh-huh. Nimeweka katika mfumo wa muziki wa kufokafoka uh-huh. Na nimewabebea hicho kibao moto moto. Muweze kukisikia leo mpate majibu ya maswali yenu kuhusiana na mimi na Rado. Okay. Eh, bwana ile ile usiulize ilitoka mwaka gani 2000 ngapi?

tuhuma za Rado leo exclusively kwa mara ya kwanza kupitia the Classic. Naomba watu wa YouTube msikate. mm -hmm. <laughs> Kwa sababu hii bado haina copyright mpaka atakapoiweka, so msikate tu, sikilize exclusive. yes. eh. Mbu. <laughs> DJ Mbu. Mbu ya chie yule sio mimi, mimi ni ni Majani. Nani afanye? Ashasema track imekwisha, it's over da eh. Kwa hiyo kumbe moja ya sababu ilikuwa alitakiwa ah, yepo ah, kwenye chaguo ah, ah, ah, moja. yes. Alikuja ah, studio amechelewa muda ah, anafika anakuta majani ashafanya ile zile premixing. Wewe wewe ya kwanza, utakao, ya tundi, ya kwanza utakao pili inakuja hata kwa huyu ya tatu hapanga ya huyu na kila kitu. Ashapanga kabisa ashaanza kuzibalance vocals na kila kitu. Mm -hmm. Tunapata audio ya mlinzi mtu wa watu yeah. Nikamwambia majani. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> bado na kwa baada ya dakika tano nyuma mii

Eh, umdani kuna umdani kuna verse ya Adili, kuna verse ya lamba, kuna, huko. Kuna

yupo Langa, yupo Raino. mm. yeah. Mimi nilifanya maongezi na mshikaji wangu nikamwambia, unamfahamu Majani, ushia kufanya naye kazi we kabla yangu mimi. Akatujibu ngoma imeisha. Akaniambiaje? akajibu hivyo, haina noma mwanangu. Akaningia tano, tukaondoka, kila mtu kaenda njia yake no? Sasa sikujua pale kama kumbe alikunja sijui maeneo vizuri mm. yes. Hiyo ndio story yetu. Hizo hizo, zile lines ni kweli ulizichukua, za kwa ndio sio ndio ni ndio kiutani, lakini sio ndio, endea kando, ndio kiundani zake zinasema kwamba sijui, kuna ndio nyingine zimambatana na utani na kitu kama hivyo no, inawezekana kweli aliniinspire hiyo kupata hizo line katika mambo ya kuchaniana, tumekaa tu anachana na kitu kama hivyo. Yeah, yeah, yeah. lakini ukisikiza hiyo ngoma vizuri sehemu mstari nimesema pale. Nakumbuka siku hapo nilipiga ile kama usambuzi ambao kama kama ume rap inspector, ume rap kama manager, na rap kama professor au mavadi niliweka ule conscious rap. Mimi ndio nilikuweka kwa Rado, yaani kwa lugha nyepesi nilimfundisha namna ya kurap. Na nakumbuka kabisa nilimpigia kibao cha Rakim inaitwa Who's God. Nilimpigia ambacho kiskiza kwa yake vizuri inafanana kama na chochote nachotaka kifanya tena kwa uhakika, yani msugaji na nani anawajibika na na na kama e, kama hivi, kama hivi. Kama kama kama jambazi fanya kazi itaka knowledge vitu wangu, tunaongelea mambo, anasikiza The Classic anawa Ah of course yeah. Rado tunakuwa naye sana sana, ni, ni mdau wetu mkubwa sana number one kabisa kama, kama kama anapingamizi, nakaribisha simu. Namba Namba ziko ziko wazi wazi, mumpokee. Kwa kwa hapana, akumbuki. Okay. Mimi nitaondoka kama muongo nimemzushia. Sawa bana, yeah. Yeah. Kwa hiyo kwa hiyo mimi na matatizo naye kama kama mlifuatilia vizuri interview za kipindi kile, mm. Nilitoa kauli moja moja katika interview, niko kubwa interview. Nikaambia sikieni, Huyu jamaa kanchana vizuri tu. Na yeye anahusiwa hip hop. Mimi ni mshikaji wenu. Wengi wenu mnaweza mkaona aibu msipige hii ngoma. Kwa kujisikia vibaya kwamba mko poa na Fid, kwa kupiga hii ngoma ni kama kumdhalilisha yeye. Mm. Hapana. Hii ngoma ni kali kwa hip hop, kanchana. Huyu ni mwanangu. Pigeni hii ngoma. Au niko na mbivu, alishia kucheka sana. Lakini alipiga ngoma, na ipa hiti. Mm. Nikakutana interview nyingine. Na nishutumu kwamba mimi nimeiba mistari. Nikamwambia, au nikawaambia huyo tu, mimi naishitia mistari basi atoke na hichi nyingine ambayo hajaniongelea mimi, ili tuone kama kweli nimeudia mistari. Mm. Na nimeona vizuri. Yeah. Kwa hiyo kwa hiyo nilimpa, it was like a blessing in disguise, lakini pia ilikuwa ni kama oxymoron, yani bitter sweet kwamba mkono huo kulia nimepokea, mkono huo kushoto nimeweka sababu zangu mwandishi mzuri, mwisho wa siku, ni mmoja kati ya wasanii wa hip hop ambao mimi binafsi napenda kazi zao wanazofanya, napenda harakati zao, napenda namna alivyokuwa conscious na vitu kama hivyo. Nikimwangalia ananikumbusha mbali tulikotoka. Nimesoma naye shule, primary hey, eh, school, dawati moja, moja, shule msingi, tukaa wana by default <laughs> Sipo mimi siko ah, shule mwenzangu, anaanza kauliza mwenzangu katika dawati, vipi, alikwambia ana tatizo yote, akasema ndio, labda kwa kuna kitu fulani ndo bana ajali. Yaani ilifikia tu mpaka tukajikuta tumekuwa wana. By default, yani automatically tu tumekuwa wana. I see. Umeona? Yaani kutoka katika dawati la shule mpaka tukirudi nyumbani tuna hang pamoja, kama tunaenda kucheza kikapu, nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo na na kipindi chote ambacho ambacho ambacho tukio hili litokea, bwana Rado kusema kwamba mimi mstari uh, na alikuwa anafanya interview nyingi sana kwa kiasi gani sana, kwa sababu nili, niligundua kwamba kweli nimefika, kama ambavyo anasema mm yeah. Umekif, sure, umekifikia kiti ambacho mm, kama king wa rap, king wa rap unastaiki kukaakamai aai, niliamini hivyo, kwa sababu napenda kuona mtu wangu ambaye tumekaa magetoni E, tumtaa mmoja hizi ah, so tumezianza pamoja, tulikuwa tuna draft pamoja haya ah, mambo tutakuja kuyafanya hivi. Ameenda kunigeuka na kunizushia mimi, namujia mistari au au, mimi sio mkali. Unajua, unajua kuna interview nyingine mpaka alienda personal nilikuwa namjua huyu tangu sijui anaruka ruka katika mitaro mitaro kwa naogelea mtaroni, baada ya kwenda ziwani kuogelea something like that, and then nikagundua kwamba hizi zinatokana na msemo yao mingi tuko nao, mti wenye matunda ndio huwa unatupiwa mawe, sio? So nikaona ndio hivyo vitu ambavyo vinakuwa huko. So basically, kwa namna moja au nyingine alinifundisha kuwa na ngozi ya chuma, kujitambua kwamba kuna nafasi ukiwepo, kuna position ukiwepo utachezea miba. Utachezea miba mingi sana yeah, na watu watakumwagia wote mbigili za kutosha katika njia zako yeah. So unatakiwa natakiwa ujipange tu, upige moyo konde, uendelee kusonga mbele na namna pekee kusonga mbele mm, namna pekee ya kusonga mbele sio kukunja. Kaka mtu ana matatizo sio na matatizo na wewe

umeokoka wewe ni msafi sana nope. Inakusaidia kutokuwa na mambo mengi una offload vitu vingi unatoa vitu vingi kifuani, yeah, vichwani yani, unakuwa uko na una shida wewe unafikiria nini kuhusu wao. Lakini, kuhusu wewe unavyowafikiria, hiyo iko katika mamlaka zako ambazo unaweza kuzicontrol, yeah. na na ukapata uhuru nimekuwa nime na furaha kwa sababu nilikuwa nikiishi hivyo. Kuna kitu kimoja niwajifundisha, kuna mtu mtu akanizengua, uwa najifundisha kumsahau kama ajae ku exist. Kwa hiyo nakuwa sina shida na wewe kabisa, na nikwambia sina shida na wewe kabisa, na maanisha kwa sababu kwanza nimekusahau. Tukutana lini wapi, tukaongea tuka, ah kwa, unatoa unaitoa chuki kwenye nafsi yako, katika kutana na kanao vizuri kabisa. All right, yes, sawa. So, ebane kuna, kuna surprise zako kadhaa lakini naona kwa mjinsi ambavyo muda umetubana hapa bwana mm. Kwa leo utanisamehe, itabidi sasa next week inshallah. Muda umekimbia sana ndo nimeshangaa. E, umeona? Eh, ndo nimekwambia hapa sana. Tuna episode kama kumi hivi lakini hata tuone nah. Tutapiga ngapi sasa? wata tuchangamshane kidogo hii mm. Kuna, kuna session moja tamtamu hivi kidogo ya leo mm. baada ya story nyingi za kuumiza za kufurahisha za kukumbushana kidogo na nini mm, ambao wanajiandaa kukujibu, wanaweza wakakujibu, tukarudi tena next week tukawasikiliza kidogo hapa mm. kuna kuna kuna kamchezo nataka tucheze kidogo tu hapa mm. hii session inaitwa mida ya lawama, ndio eh, mida ya lawama imefika, ndio. Katika hii mida ya lawama nitakutajia watu wawili ama makundi mawili, utabidi uchague moja tu, sawa. Sa e, na kama ulipokuwa unasema chagua moja mwenyewe kwa, e, kwa kwa sababu anabidi uchague mawili. Mshika mawili moja umponyoka e, mshika mawili moja umponyoka. Kwa hiyo hapa hakuna kushika mawili, ni hmm, moja tu na sababu. Ukipenda nafikiri nafikiri kidogo hii segment iko na watu wachague, wape wape waweke na sababu ni sawa, inaweza kana kind of make sense zaidi. Nisaw eh, ukipenda kuitua sababu pale itakuwa vizuri, lakini kwa kuokoa, yes, muda kidogo unahitaji kwa lau kwa kifupi. Sawa, Master J au majani unazungumzia nichague kati ya mtu alionipa hit song ya kwanza, <laughs> na mtu alionipa album mzima katika muda ambao mimi nilikuwa natafuta album mzima, sababu muda ambao nilikuwa natoka miaka hiyo elfu mbili ili mtu kuwa msanii kamili ni lazima uwe na album, bila album huhesabiki kama msanii kamili. Sawa, zamani bila album, wewe sio msanii. Kwa hiyo nenda, na alini pa album pifunk

<laughs> disaster vina au <laughs> mpambano mkali. mpambano mkali kwa sababu pima wengi? wengi mpambano mkali mpambano mkali kwa sababu pima wengi, delivery yake iko kwenye top notch levels. Rest in peace. Kwa hawa brothers ambao tunawataja hapa, inabidi uchague moja Babu au Langa. Umeenda mbali sana, swali ni chagua chagua chagua moja moja moja Babu kwenye moja <laughs> moja Babu kwenye. Mwisho jamaa anasema si ni mtangazaji mwanaswali mwenyewe. Langa alikuwa na factor moja kwa ana, ana, ana shida watu wengi yule ndo moja kati ya mabilingo ma wa kwanza kwanza nchini hapa nchini hapa, na historia naye. Yule nilikutana naye kwenye show ya kikosi cha mizinga, yeah, nikamwambia wewe una kitu special okay, utafika mbali. Fast forward miezi kadhaa, akaenda akashinda kapo kwa Coca-Cola Popstar, mimi niko pale kwa Coco Beach, sina habari, akaja kuniambia kwamba mimi ndio yule uliyoniambia vile vitu, okay na paka akaja kwa msaidia mbaya anafanya naye kazi na kila kitu na mengineyo. Nafikiri tenda na langa langa. Okay, sawa. Tende tende, bio bio. We got two minutes. Illmatic, Reasonable Doubt. Illmatic, Illmatic. KRS-One all day, every day, and the day after. All right. KRS-One or Big Daddy Kane? I'll go with Kane. Okay. Nimemkata mwalimu kwa sababu moja. Hizo hizo narudia tena. Yeah. Yeah, yeah. Big Daddy Kane when it comes to deliver, yeah, yuko level nyingine kabisa mpaka leo. Ametoa nani nani juzi, kaangalie, hatari hivi vitu. Zile swag hizi wote katoka kwa Big Daddy Kings. Sasa hata kama nimpe hela. Si kubwa, yule jezi, yeye anaheshimika, kaokota vitu kwa Big Daddy Kings. Tutamalizia. Conboy yanglunya eh. Tulia. Hapana, hapana. Unachagua mmoja. Ni wimbo. na Young King. Young King. Lunya? Yeah. Jaymo au Solo Ten? Pambano mwingine more techniques, more flavor. Okay. Hmm. <laughs> Eh, diyo, mida alama. Okay, au Professor J? Oh, nyuma. Album yangu, yangu kati na na mwisho. Na machozi jeshi la yeah. Machozi damu. Twenzetu damu. Na bado nakueka na Sugu na J hmm. J. Mwacha, J pia. Professor Professor. Tunamaliza. Hawa ni wote wamefanya nao kazi, vijana wako wanakupenda, na najua wewe ni role model wao. Tunamaliza Young Killer of stamina Eh, sasa tukia hapo hao wawili unapokuwa na wajaji unaangalia consistency. Yeah. Unafikiri Stamina amekuwa. All right. Amekoma. Yaani, kila wakati katikati, kama amegeuka poet anaongea badala ya rap. Sawa. Unapokuwa na joke poet na ulikuwa rapper zamani, inabidi uwe ni rapper mkongwe sana. Sawa. Yaani, ni manner fulani umeshapiga mabamu kama so, <coughs> matatu manne. Yeah. Afu anakuja kunishika, mshike mshike, ndege tu ndege. Inaeleweka, unaelewa? Watu wote mnauliza maswali yenu jamani, Fid Q mmemwona ni mongeaji mzuri kwao imeshindikana kabisa upenye. Nefi, unajua na maswali yako utanisomea, twakutana next week insha Allah. Yeah. <laughs> <laughs> Nifin, <laughs> <nifina>, <laughs> <laughs> <hulia>